Naam, karibu sana familia ya Simba Fans TV popote pale ulipo, ni siku nyingine kubwa kabisa ambayo e, tumefunga safari mpaka huku Chanika, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, e, kuja kuzungumza na Mtanzania pekee ambaye aliweka rekodi ya kuwa mwalimu wa kwanza tangu kuumbwa kwa ulimwengu kuweza kuifikisha timu ya Tanzania katika fainali ya michuano ya kafu lakini hiyo ni kwa upande wa kimataifa. Kwa upande wa ndani hapa anakuwa mtanzania wa kwanza kabisa kufunga mabao matatu kwa maana ya hatrick katika mchezo mmoja, si mchezo tu wa kawaida, lakini ni mchezo wa dabi ya Kariakoo mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba katika dimba la Uhuru. King Kibadeni Mputa eh, akipiga chuma tatu safi kabisa, wakati mnyama akimbarasa mtani wake young Africans chuma sita kwa sifuri na akinabaki kuwa kipigo kikubwa pekee katika mchezo wa watani wa jadi Tanzania. Na kama ambavyo nimekuambia hapo awali kwamba tumekuja kuzungumza fainali ya tisini na tatu. Hii fainali kwa heshima na ukubwa wake tutakwenda kuizungumza nyumbani, lakini kama ambavyo pia unavyoona hapa, kuna vijana ambao e, wanafanya mazoezi ya kuweka miili sawa, lakini pia e, kuweza kutengeneza njia ya kujitafuta, kama ambavyo pia tunafahamu mpira kwa sasa umekuwa ni ajira. Hapa kuna vijana ambao wanakiputa kweli kweli, wanapiga kabumbu isivyo kawaida, tutakwenda kuzungumza na King Puta kuhusiana na... na vijana hawa ambao wamekuwa akiwalea katika kituo hiki. Je, wako tayari kwa ajili ya kuvitumikia baadhi ya vilabu katika madaraja tofauti tofauti hapa nchini Tanzania, ama bado anaendelea kuwalea? Hayo ni kwa ufupi tu, official kwa Janifenesti Abdallah Abdallah, niko hapa nyuma, kamera shambani kwa ubora kabisa, anahakikisha kwamba E, ndani ya Simba Fans TV mambo yanakuwa murua, mambo yanakuwa ngavu kabisa, kwa picha mjongeo zilizokuwa na ubora wa hali ya juu, na kwenda kuzungumza naye mawili matatu King Puta kuhusiana e, na vijana wake ambao wanaendelea kupiga mazoezi hapa, halafu tutakwenda nyumbani e, kupata mawili matatu kuhusiana na fainali ya elfu moja mia tisa tisini na tatu na fainali ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kucheza mwezi huu, uwa ni ndani ya tarehe moja Mei hii. Lakini tufahamu ya kwamba Mei kumi na saba watakuwa pale nchini Morocco katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kabla ya kurejeana katika eh, mechi ya mkondo wa pili ambayo itapigwa katika katika dimba la Benjamin Mkapa. Katika dimba la la Benjamin Mkapa, ikumbuke hiyo dimba la Benjamin Mkapa wenyewe, wekundu wa Msimbazi Simba anakuambia kwa Mkapa hatoki mtu. Tarehe ishirini na tano ya mwezi huu huu watakwenda kujua hatma yao, wamefikia rekodi ya King Puta. Je, wanakwenda kuivuka kwa kulibakisha ngombe nyumbani ni jambo la kusubiri. Twenzao Shabani. Mputa. Ndio. Sasa mimi si ndio mwenyewe jamaa. Yaani unatamani kwamba sasa hivi ungekuwa ndani ya kikosi kabisa tena wallahi. Eh? Kabisa tena. Mambo murwa. Tena na mambo anayofanya Mheshimiwa Mama Samia. Eh.

wanaendelea vizuri, ila tu unajua tena sasa hivi mambo yenyewe yanakuwa magumu hmm. Vifaa tabu kupata. Sasa mtu kupata mtu akikupa mipira akikupa koni hizi za kupanga akikupa na jezi ha, ha, amewasaidia na vijana vijana, ha, ha. Vijana ukiambia walipe wana uwezo wa kulipa. Kwa hiyo tunatafuta watu ambao wenye kutaka, wenye kutaka baraka za Mwenyezi Mungu, ha, akijitolea kunipa mipira kumi mpira ishirini akinipa nini basi inanisaidia vijana wapate kuonekana vizuri ndio. Na kwa umegusia changamoto hizi nitaka mm. nikuulize kwa baadaye, lakini kwa kuwa umeligusia basi naamini litakuwa limefika labda kwa kituo, namna ambavyo vijana wamekuwa wakijiandaa hapa. Kuna vijana ambao wako tayari kwa ajili ya kabumbu la ushindani kwa sasa hivi, wako tayari? Wapo tena ile under 20, wako yeah. vizuri tu tena, wewe upate tabu kufundisha, yeye unampa nafasi ya kucheza, wapo waje watizame wenyewe yeah. Kabisa tena Ah na, mm -hmm. na miaka a saba nane tayari wapo, wengine wanacheza cheza, cheza nje huko mm -hmm. wala hakuna shida, wenye kupata nafasi ya kutoka anatoka anakwenda pale walipomhitaji. Kwa hiyo wanacheza kwenye ligi zingine za daraja. Kwa hiyo nachotaka, kama mtu yupo anaweza kunisaidia hii kazi ninayofanya Wallahi nitashukuru sana, wa kuna Simba wa baadaye wamo. Simba tu popote anapotaka kwenda kucheza na fursa. Eh, yuko huru kwenda kucheza anapotaka, taka kwenda Azam, taka kwenda sijui Yanga, anataka kwenda popote aende, mwenyewe anapapenda, maana uwezi ukamlazimisha mtu kufanya hivyo yeah. yeah. Basi sawa sisi tumelifikisha yeah, tumelisikia hilo Dio, na tutalifikisha. Sawa kabisa. Nashukuru sana. Basi wasiogope kuvaa mimi mnyama akaona kule ni saa hapa wako huru tu mtu anakwenda. Wewe ni mlezi, mzazi, babu kabisa tena. Wala sina tatizo kwa hilo. Ndio. Basi tukushukuru sana. Nashukuru sana, sana. Lakini nimesahau kidogo bana. Sikuwezi kukuacha hivi hivi. Wewe ni mtaani mkali wa dabi. Mchezo umegairishwa eh, wanazungumzwa mengi. Kwanza taarifa hizi na hayo wanasema kwamba hawatocheza wao, wanazipokea kwa namna gani? Kwa kweli haipendezi, kwa sababu unajua hizi klabu mbili ndizo kioo cha nchi. Sasa kama watoto wataona watu wakubwa kama wanafanya vitu kama, mtu mwingine anaweza kaamua asipeleke timu, mtoa hukumu namna gani? Mimi mi nafikiri bwana. Kwa majina naitwa Simon Richard, nipo hapo kwenye academy ya Kibadeni kipindi fulani ambacho anaendelea kucheza kama mchezaji, tuna changamoto kaza wa kaza na maisha mengine ya mpira yanavyoendelea. Kama unavyojua, hii ni kazi ya watu yeah, kwa hiyo tunategemea mpira ili tuendelee kuishi na tusaidie familia zetu. Labda changamoto ambazo mmekuwa nazo katika kituo hiki hasa ni zipi, zitaje? Okay, fa... kama unavyojua familia nyingi za watu wa mpira ni familia ambazo katika familia za kawaida hatuna pesa zile za kujikimu kama maisha jinsi yanavyoenda hiki kinaendeshwa kitu lakini nguvu nyingi sana inategemea kutoka kwa mzee. Kwa hiyo hawezi kutukontrol sisi kwa kila kitu. Ndio maana hata kwa mchango ambao tunautoa mdogo unatukost katika vitu kama jezi, mipira. Sana sana ni vifaa vya mchezo. Hatuwezi tukasema tunahitaji labda vitu vingine vikubwa zaidi vifaa vya mchezo. Vifaa vya michezo, yes, jezi, jezi, mipira, bipsi. Kama unavyoona hapa vijana wengi sana hapo tumetoka sehemu tofauti. Yeah. Kwa hiyo tunahitaji msaada huo uh, tu angalau tukizingatiwa, hiyo tunaweza tukafika na si sehemu. Shukrani sana. Okay, asante. Uh, kwa majina anaitwa Alexi Kenneth Chamene ni mchezaji wa Akademi ya Kibadeni, na niko hapa kwa muda kama miezi sita sasa hivi na nashukuru hapa mpaka mpaka ni toka nilivotoka huko mpaka na kufika hapa na mazingira kule kulia hapa hivi kwa Kibadeni na jinsi anavyofundisha Kyo, kocha ni freshi, tunaenda vizuri, lakini sasa shida inakuja, changamoto ya nini? Vifaa ndo vichache vya mazoezi eh. Kwa vifaa kama vipi? Kama mipira michache na koni za mazoezi, ndo kama hivi, hamna yani vipo vingi vifaa hivyo, kuhitaji, tunahitaji tupate vifaa ili kidogo mazoezi yende vizuri, lakini pia ni shukuru kwa tulipata nafasi ya kushiriki ligi kadhaa tumecheza na tukachukua hadi kombe hapo, ilikuwa ni ligi ya za wesao uh, eh, za... Eh, eh, si, za, za mtani tukule vyodipiki ule mjini. Ndio. Basi shukrani sana.